Ma, ma, tunaye dereva machachari kabisa kaya Constable Adelina Kaumba Bakari, lakini e, pia katika crew yetu leo, sin kamanda atakuwa Koplo Diana Mlingi a, ati akiwa na crew mbili ya maokozi pamoja na ya kuzima moto. Subiri uone, itaongozwa na Kopla Agnes Mnyani man akishirikiana na Zungu Habibu pamoja na fire ah, mate, na fire concept Mariana Daniel, lakini vilevile katika crew ya maokozi itaongozwa na Kopla Agnes itaongozwa na Kopla Eva ah, Jeremia ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, akishirikiana na e

Katika operesheni ya mtambo wetu tutakuwa naye Adelina Baumba Bakari anayerusha mpira, ambaye anaye Rana hols ni Kuruthumu Abdala Habibu, mpiganaji mahiri sana lakini pia vile vile, branch branchmen ni Koplo Agnes Mnyani. Messenger tunaye Mariana Steve be <laughs> anachomeka ili waweze kupambana na moto. Ametoa taarifa ya kuamuru maji yaruhusiwe kwenye gari <tipa> <tipa>

Mwana kama unataka kuja kwetu. Taarifa kutoka kwenye hozi akishirikiana na FC Mariana Daniel wakijiandaa kukunja hozi kwa ajili ya maelekezo mengine. Huu inaendelea na taratibu <coughs> za kukunja hozi na vifaa vingine kuvirudisha moto katika nyumba yake. Chaja anawaamrisha wapiganaji wake kwa ajili ya maelekezo zai, lakini pia vile vile sini chaja anaelekea kutoa taarifa kwa hai kamanda wa